Leo nitakwenda kukwambia nini kinatimia katika maandiko matakatifu juu ya ugomvi wa Israel pamoja na Irani. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama ya subscribe, kisha utani oni notification, au bonyeza alama ya kengele ili ujihakikishie kupata habari mbalimbali tutakazokuwa tunaziachia mahali hapa kutokana na mgogoro mkubwa unaoendelea kati ya Israel pamoja na Iran, ni unabii kutimia juu ya vita vya Magog na Magogo. Lakini kabla sijakwambia unabii huo unatimia kwa namna gani, ningependa tu nikwambie ya kwamba mgogoro kati ya Israel na Iran ni mchanganyiko wa mambo ya kisiasa, kiitikadi, kiusalama na kidini hasa tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979. Haya ndiyo mambo ninayokwenda kukwambia machache yanayochochea uhasama huu kati ya Israel na Iran. Tangu mapinduzi ya Kiisraeli Irani imekataa kuitambua Israeli kama taifa halali. Viongozi wa Iran. Wailani wa Iran wamekuwa wakitoa matamko ya kuitaka Israeli iondoke katika ramani ya dunia, jambo ambalo Israeli ulichukulia kama tishio la waziwazi. Iran inasaidia makundi ya kigaidi ya Lebanon pamoja na Hamas ambayo yana uhasama mkubwa na Israeli. Israeli huona hili kama njia ya Iran kupanua ushawishi wake kijeshi karibu na mipaka yake. Israeli inaamini Irani inalenga kutengeneza silaha za nyuklia. Licha ya Irani kudai mpango wake ni wa amani, Israeli huona hili kama tishio la kuwepo kwa taifa lake. Israeli na Irani wote wanashindania ushawishi katika ukanda huo. Irani hupinga ushirikiano wa Israeli na baadhi ya nchi za Kiarabu. Israeli hushambulia vikali vichache vya Irani na washirika wake Syria na Lebanon, na Irani pia hujibu kisiasa au kijeshi kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Je, kiunabii hapa nini kinatimia katika Biblia? Kwa ujumla uhasama huu unazidi kuwa mkubwa kwa sababu ya kutoaminiana, migogoro ya kidini ya Sunni na Shia na Uyahudi na Uislamu, na mapambano ya madaraka katika Mashariki ya Kati. Kiunabii, mgogoro kati ya Israeli na Iran unaweza kutazamwa kama sehemu ya matukio ya mwisho wa nyakati yanayoelezwa katika maandiko ya Biblia, hasa kwenye unabii wa Agano la Kale na Ufunuo. Hapa kuna mifano. Ukisoma katika Zekaria kumi na mbili mstari wa pili hadi ule wa tatu, inasema Yerusalemu itakuwa kikombe cha kulewesha mataifa yote yanayoizunguka na watakusanyika zidi yake. Irani zamani ilikuwa inaitwa Uajemi, ni mojawapo ya mataifa ya mashariki ya kati yanayokinzana na Israeli yakitimiza andiko hili la kwenye Zakaria 12 mstari wa pili hadi ule wa tatu kiaina. Lakini ukiachana na mstari huo wa Zekaria, kuna mstari mwingine unaotoka katika Ezekieli 38 mstari wa 39, unabii kuhusu vita ya Gog na Magogu inataja mataifa kama uaje yaani ilani ya leo pamoja na Roshi yaani Urusi na mengine kuungana kuivamia Israeli. Wengine huufasiri hii kama vita ya baadaye, inahusisha mataifa yanayokinzana na israeli leo, ilani ikiwa mmoja wao. Lakini bwana wetu Yesu Kristo alitabiri vita na uvumi wa vita, ukisoma katika Mathayo 24 mstari wa 6 hadi ule wa 7, maandiko yanasema mtakuja kusikia habari za vita, taifa litaondoka kupigana na taifa. Mgogoro wa sasa unajizilisha kama utimizo wa ishara za nyakati za mwisho. Ukisoma katika Yeremia 49 mstari wa 34 hadi ule wa 39 kuna unabii juu ya Elamu eneo la kale linalohusiana na Iran ya leo. Mungu atavunja upinde wa Elam, ishara ya kuharibiwa kwa nguvu zake za kijeshi. Huu unabii unaonekana wa kipekee kuhusu Iran. Kwa hiyo kiunabii, migogoro ya Israeli dhidi ya mataifa kama Iran ni sehemu ya maandali pana ya maandiko yanayotabili matukio ya mwisho wa dunia, ushindani kati ya giza na nulu, maandalizi ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Ilan au zamani ilikuwa inajulikana kama Elam au Uajemi katika Biblia. Katika Yeremia 49 mstali wa 34 hadi wa 39 Mungu anasema atavunja upinde wa Elamu, ishara ya kuondoa nguvu ya kijeshi. Hii inaelezeka kama kuanguka kwa nguvu ya Elamu kijeshi au kisiasa. Elamu ya leo ni Elamu ya zamani. Hii inamaanisha maandiko haya yanaweza kuwa yanamzungumzia mataifa haya ya sasa. Ukisoma katika Ezekieli 38 mstari ule wa 39 vita ya Gog na Magog, ilani inatajwa moja kwa moja kama Uajemi. Uajemi inaungana na mataifa kama Gogu, kiongozi wa nchi ya Magog, baadhi ya watafsiri husema ni Urusi. Puti na Kushi ni nchi za Afrika ya Kaskazini, yaani unazungumzia Gomel na Bes togelma huenda ni mataifa ya Ulaya ya kati au mashariki ya kati. Huu ni muungano wa mataifa dhidi ya Israeli. Inaonekana Irani itakuwa sehemu ya uo muunganiko wa mwisho. Chanzo cha chuki ya kidini, Irani ni taifa la like Kiislamu Shia linaloamini kuwa Israeli ni shetani mdogo, wakati Marekani ni shetani mkubwa Israeli, taifa la Kiyahudi, linaonekana kuwa tishio kwa ushawishi wa Kiislamu Mashariki ya Kati. Hii inafanya chuki hiyo kuwa ya kiimani na ya kisiasa. Ukisoma katika Ufunuo kumi na sita mstari wa kumi na mbili hadi ule wa kumi na sita mataifa kutoka mashariki kama Iran na Uchina yatajikusanya kwa ajili ya vita kuu ya Armageddon. Ilani ikiwa mojawapo ya mataifa ya Mashariki ya Israeli inaingia katika mstaza huu kiunabii. Matokeo ya kiunabii yanawezekana. Hii si vita ya kawaida tu, bali ni hatua kuelekea mpambano wa mwisho kati ya nuru na giza.